Nadhani hili la kumpa dakika nyingi ni sahihi, na huenda pia ndo linaendelea kumwongezea pressure zaidi. Pengine kwa nini asipewe dakika chache? Ah, cha cha kwanza, yani, mwalimu ameshafanya kazi yake kwamba mchezaji ambaye anaandamwa na matukio, ukimtoa, unaweza ukamtoa moja kwa moja na kuhisi hakuna mtu ambaye anaelewa yeye ni kitu gani anapitia lakini ukiendelea kumwamini anaona bana, mwalimu mwenyewe anajua uwezo wangu na ana, ana, ana, ananiamini naweza nikafanya vizuri. Sasa kama sasa hivi hata mwalimu akimpumzisha ye mwenyewe anaona kwa mwalimu, mwalimu hana deni. Kwa hiyo anaweza kuwa amekaa nje bila bila msongo wa mawazo, na akakaa nje akasema, hebu ngoja kwanza nikae nje, nikipata dakika kumi kumi na tano nitakwenda na, na, na kujaribu kufanya. Kwa hiyo kwa sasa hivi msaada mwingine ambao mwalimu anaweza akampatia ni kumpunguzia dakika za kucheza na kumbebesha mtu mwingine mzigo wa, wa kuanza na kuonekana kwamba timu sasa inapaswa kushinda kupitia mtu fulani, na yeye ile hali ya kupumzika kwamba mm, mimi sio tena mzigo huu kwamba timu hii inapotakiwa kushinda lazima mimi ni shiriki na kwa asilimia mia moja kwa kumbe, kuna mtu tayari amekabidhiwa mzigo, na mimi sasa nitakuwa nakuja kama mtu wa ziada, inaweza pia ikamwondolea huo mzigo baada ya kumsaidia kuonesha kwamba mko naye na mna imani naye, na hata kama unampumzisha unaweza kuzungumza naye bana, saa hivi tuna kupumzisha na wewe relax kabisa. Aa, ukipata nafasi, muda mchache, ingia fanya vile ambavyo sisi tunajua unaweza ukafanya bora, lakini kwa sasa hivi kazi ya kuanza na mzigo wa kuhakikisha anaibeba timu kwenye mabega tumemwachia fulani, ili wewe upate kupumzika na uweze kufanya kazi kwa urahisi mm. ja. Turejee kwa Simba. Uh, kwa namna ambavyo tukirejea katika mchezo uliopita tulishuhudia kama Simba mbili, Simba ya kipindi cha kwanza na Simba ya kipindi cha pili, tena baada ya mabadiliko. Unazungumzia sajili mpya za Simba ni kama zimewalipa. Ah, unaweza ukasema ni kama zimewalipa kwa sababu ya levo ya timu ambayo walikuwa nayo, kwa maana kuanzia kwenye ukubwa wa kikosi unaweza ukaona sasa hivi Simba inaanza lakini benchi pale unaweza ukawa na watu ambao unawaamini hata kwa CV sio? So, kwa lazima kama wao wanakifanya hicho kwamba fulani yuko benchi. Kwa mfano Simba ambao ilianza mechi iliopita ukitaja majina ya wale wachezaji walioanza na wale waliokaa kwenye benchi, unasema sasa hivi, uh, walau mwalimu ana machaguo, anaweza akageuka akamuona Mpanzo yuko nje, akamwambia Mpanzu ingia, kwa hiyo kwa, kwa imani ya kile ambacho Mpanzo anaweza akafanya kama siku hiyo atakuwa kwenye huo ubora wake basi mna, yani, kuna uhakika anaweza akaleta kitu kipya baada ya kuingia. Lakini so alikuwa nje, unaona ame, ameanza mkwala, lakini pia unaona wakina Morris ambaye ni ingizo jipya walikuwa alikuwa nje, ahua ambaye ndo alikuwa main man kwa msimu uliopita yuko nje. Kwa hiyo unaona sasa hivi mwalimu walau kile ambacho Fadlu alikuwa analia uh, akilalamika kwamba kikosi chake kinakosa ule uh, ukubwa wa kikosi kwa maana kwamba alikuwa ni Simba ambao ukishapanga watu kumi na moja utakuwa na watu wawili tu nje ambao nao hauna uhakika kama wakija wanaweza wakatoa kile ambacho unakitaka. Kwa hiyo mnaona ni kama wame, wame, wamefanyia kazi kwanza kukiimarisha kikosi chao ambacho sasa hivi kina walau kila nafasi na watu wawili wa uhakika ambao wanaweza wakashindana waka kwa hiyo unaweza ukawasema kwa, kwa Simba ni kama hizo sajili zimelipa, lakini sajili hizo hizo ungeziamishia labda kwa Yanga, kwa namna ambavyo fomu ambao Yanga walishaiseti inawezekana zingekuwa ni za kawaida, za kawaida kwa sababu ya wale watu ambao walikuwepo Yanga mm. na kile ambacho walikuwa wameshafanya, mfano unazungumzia ameondoka Aziziki. labda ndio uh, kwenye sajili zako umemleta maema. Ingekuwa bado <laughs> kuna mm -hmm. kitu ameondoka Ucho no labda ndio umemleta umemsajili, uh, labda Kante. Kwa hiyo ingekuwa ana kipimo kikubwa sana cha kushindana na kile ambacho ameki, amekifanya aucho. Kwa hiyo unaona wasajili za Yanga zinapambana zina na CV za watu waliokuwepo, wakati si, sajili za Simba ni uhitaji ambao timu ilikuwa nayo, kwa hiyo wakati itaonekana wao wamefanya vizuri kuliko Yanga kwa lengo hili. Tukimalizia Kiemba, naweza kusema tukiwafananisha Simba, tukianza kuwafananisha Yanga na Simba ni dhambi kwa sasa e, kwa tukilinganisha sasa, kwa sajili um, yani sahiri. kuna baadhi kwa mfano uh, kwa namna ambavyo labda uh, anacheza uh, sajili mpya za Yanga labda Doumbia uh, angekuwa yuko yuko Simba, ndio hivyo ilikuwa inaonekana tu kama kama, kama ah amekuja huyu basi atatuongezea. Sasa hivi tuna namba kumi mwingine ambaye tuna, tuna mnani kwa hiyo ni uhitaji. Yanga wenyewe walikuwa tayari wamesha kuwa na wachezaji wa level fulani ambayo ilikuwa inatakiwa kumbadala, wakati Simba walikuwa kuna baadhi ya wachezaji wanawakosa, wanahitaji waje kwenye timu na na, na, na, na kutoa mchango kwayo. Sasa hivi ukiona ukiona Simba na sajili zao, unaona kama sajili ambazo zimelipa kwa sababu ya ule uhitaji ambao walikuwa nao. Yanga na sajili zao inaonekana kama ni sajili ambazo bado hazieleweki kutokana na wao walikuwa wanajazia jazia maeneo ambayo watu wameondoka. Bahati yani, bahati mbaya kwa Yanga si kama watu wapo, watu wameondoka, unajazia. Mfano sehemu ambazo watu wameondoka ni sehemu ambazo Yanga ndo walikuwa wako bora zaidi na uimara upo hapo. Mfano anaondoka Aucho, anaondoka Aziziki, yaani ni sehemu ambayo ilikuwa ni kama uti wa mgongo wa Yanga kuanzia chini kwa timu inaanza kudif, kusha, kuanza mashambulizi lakini pia kudefend, lakini kwenda juu sehemu ya ubunifu na mtu ambaye anaweza akatengeneza na kufunga 10 goal plus. Kwa hiyo inalazimisha ina, ina mtu ambaye anakuja aje alinganishwe na yule mtu tofauti na Simba una, anakuja mtu eneo ambalo sisi tulikuwa hatuna mtu, tunahitaji watu wa kuweza kuja na, na, na, na, na kujaza hayo mapengo ambayo alikuwa. Kwa hiyo ni rahisi ni rahisi kuona uh, sajili inalipa na, na, na ndio maana unaweza ukaona labda uh, Soa ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana goli mbili au tatu kwenye ligi mbili mm. Bweli naye ana goli mbili mm. Lakini usajili wa Bweli unaonekana kawaida, kawaida. <laughs> Kwa sababu ya uhitaji ambao wako nao japo huwezi kuiacha CV ya ya ya Soa kwa msimu uliopita lakini he, bado Soa na Bweli dakika ambazo wanapata kucheza inawezekana zina zinalingana na wote, wana wana, wana goli mbili mpaka sasa hivi. Kiemba, tukimalizia kwa Simba ni tuseme, uh, bwana mdogo Mligo ameweza kulifunga lile pengo la Shabalala uh, pengo huwa mara nyingi mara nyingi huwa linaleta lina, lina, lina shida kwa kupima na mtu ambaye ameondoka. Mdigo kama majukumu ya ya, ya beki wa kushoto uh, kwa kweli ameipa timu nguvu uh, timu ina, ina, ina, inaamini eneo letu la kushoto, pia tunao uimara kama ilivyo eneo la, la, la, la, la kulia labda ambacho labda Shabalala anaweza kuwa ana, ana, ana, ana kitu chake special ni namna yake ya, ya, ya, ya kwenda juu na kuongeza uh, mashambulizi lakini pia uwezo wake akiwa na mpira mguuni, ndio ambacho unaweza ukaona mligo. Kutokana na experience yake, bado ana njia ndefu ya kuweza ku, ku, kuendeleza hichi, kwa sababu hata Shabalala wakati anakuwa kwenye level ya mligo hakuwa anafanya kama ambavyo anafanya sasa hivi. Kwao matarajio ni kwamba ni replacement nzuri ambayo unaweza ukaipa miaka miwili mitatu mbele. Na, ukawa na na na ukawa top defender kwa eneo la la, la, la kushoto kama watu watavumilia na kumwona wanamwacha ili aendelee kukua. Sawa. Tumalizie mahojiano yetu kwa kuwatazama Azam FC. Azam FC wanaonekana kavi wale wale katika ligi, katika mechi kubwa wanafanya vizuri, mechi hizi zingine za ligi na timu nyingine wanafanya kawaida. Wewe unaonaje? Na, naona ni timu ambayo ina, ina, ina, ina iko kwenye kushindana na na ninaweza na, na, na, ikashindana Uh, japo kuna baadhi ya ya matukio unaweza ukayaona, uh, labda wana wana, wana bahati mbaya mm. ya kukutana na hayo matukio kama juzi tukio lile la penati mm. unaweza ukaona labda uh, kuna, mm. kuna engo hiyo, lakini kimbinu, ki kiangalia timu namna ambavyo inazuia ina, ina inashambulia, unaweza ukaona iko zaidi kwenye mikono ya mwalimu uh, nini ambacho anataka timu mm. ifanye kinachopungua na kukosekana sasa ni zile vitu binafsi za wachezaji kuweza kujazia kwenye ile ambayo mwalimu anaitaka ana, ana, ana, ana ifanyike kwa kama timu. Lakini kama sahivi, mpira, sasa hivi labda mimi na mpira mimi, sasa nafanya nini kuhakikisha kile kitu cha mwalimu kina kinafanikiwa? Lakini uki, ukiangalia kwa aina ya profile za wachezaji waliopo, ndio picha ambayo watu wanaijenga inapaswa kuwa kubwa zaidi ya hichi ambacho wanakitoa. Lakini ukiangalia aina ya mwalimu ambao wako naye, ni mwalimu ambaye si mwalimu ambaye anapenda timu yake we imefunguka mda wote kuweza kucheza. Ni timu ambayo iko compact mda mwingi ikitoka kwenye kuzuia kwenda kushambulia, kushambulia kwa kujibu mashambulizi. Kwa hiyo unaweza ukaona wanacheza labda na Namungo, lakini ukaona bado Namungo wana, wana, wana keep possession kwa muda mrefu dhidi ya Azam, lakini ni kwa aina ya mwalimu ambaye wako naye anapenda ana, ana, ana, ana, ana, ana kuwa salama mda wote na yeye atokee nyuma kwenda uh, kushambulia. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni mbinu za mwalimu, inawezekana pia zinafifisha uh, kile kitu ambacho watu walikuwa wanatarajia kukiona kwa Azam kwao. Uh, Benge si mwalimu ambaye utategemea kuiona Azam ikiwa muda mwingi iko wazi zaidi, wamefunguka, wanacheza kwa mapana. Ni, ni timu ambayo muda mwingi nidhamu ya kiulinzi inakuwa ipo, kwa hiyo wanashambulia, lakini fikra za ulinzi, watu wengi wako kwenye fikra hizo na unaweza ukaona hata timu ikiwa inacheza ndani ya kiwanja. Bwana mimi nikushukuru sana karibu, asante sana bwana. Mtazamaji na mimi, umefurahia mahojiano haya, lakini pia naamini umeinjia, umeenjoy kile ambacho umekisikia akikitoa e, siku hii ya leo Amri Kiemba, ni kwambie tu kwamba e, uendelee kufuatilia Almas Digital kwa taarifa mbalimbali. Jina langu ni Tedi Tino, nyuma ya kamera alikuwa Miahudi.